Hakuna asioona maendeleo katika nchi hii, kila kona, kila sekta. Wazungu wanasema construction is all over the place. Nchi yetu sasa hivi ni vumbi tupu kwa maendeleo, lakini likitulia hilo, mji huu utabadilika na umeshaanza kubadilika lakini, namshukuru sana mama yetu dr Samia Suluhu Hasan kwa jinsi anavyoiongoza nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maendeleo makubwa zaidi. Upo katika maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya mwaka 1964 na sasa yanatimia miaka 62. Lakini tujiulize, nini yalikuwa malengo ya mapinduzi na dhamira ya mapinduzi yetu haya? Dhamira ilikuwa ni wakua, kuwakomboa wanyonge waliokuwepo katika nchi hii, lakini kuwakomboa na kuleta usawa wa wananchi wote bila ya kujali dini bila ya kujali rangi, bila ya kujali kabila la mtu, bila ya kujali mtu katokea wapi. Unaondoa mgawanyiko wa watu, unaondoa matabaka ya watu na unawaweka watu kuwa katika hali sawa. Na hayo ndiyo malengo ya mapinduzi matukufu ya mwaka 1964, na kwa tunaokumbuka katika wizara za mwanzo ilikuwepo wizara ya kuweka hali za wananchi sawa. Hiyo ilikuwa ni wizara maalum kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa katika hali ya usawa, na ndiyo yaliyokuwa malengo makuu ya mapinduzi matukufu ya Januari 12 mwaka 1964 19. mara baada ya mapinduzi nyumba za mwanzo zilijengwa Kikwajuni. Sa kikwajuni nyumba za kwanza na nyumba za kikwajuni zilijengwa mwaka 1965 kulikuwa na nyumba 14 zenye fleti 145 hizo ndo za kwanza kabisa kujengwa halafu zikajengwa za Kilimani Michezani, halafu na maeneo mengine Unguja na Pemba, Gamba, Bambi, Wete, temani, majumba yakaenea, na hiyo ndiyo iliokuwa ahadi ya Rais wetu wa kwanza Mzee Abeid Amani Karume.